ufupi, yani tukirefusha sana yatakuwa mambo mengi sana na sisi tuliamua kuya kuyakata. Ni kweli kwamba tulienda ma, e, baraza la kata waliamua, hatukuchukua hatua yoyote kukata rufaa, kwa sababu tuliridhia na maamuzi yao, na pia kwa sababu na uongozi wa jimbo kama anavyosema yeye, walikuja na tulikaa huku Ee, e, kiufupi mzee wangu hapa na fadha wao wapo kisheria zaidi, lakini walikwepo ndugu wengine ambao wanaongea, jameni, tusiende huko kote e, kwa upande wetu kwa ok, kweli kwanza, tunashukuru kwa kuja, tunaomba tumalize hapa eneo hili lilivyo li, hata ndio kote huko kuliko uvuna miti na huyu kupakana na Matongola pa kule kwenye nyumba ni eneo la mtu alipata Alloyce Ibrahim Willa, okay. ni mume wa dada yangu, dada mzaliwa wa kwanza, mm. Yule bwana alifariki, mapenzi ya Mungu. Sasa shemeji yangu ndio, mm. Karibu sasa, nimesikia kwa maelezo yao na nikaziona nyaraka nyaraka, walikuwa wanawasiliana kati ya chuo wakati huo na, na bodi na, na, na familia kwamba ulikuwa ni kupeana taarifa na kuitana na kupeana ahadi ambazo hazitekelezeki. Nikafikia mahali ndio wakaniita, wewe unatakaje mkuu? Ulimalize hapa, tulimalize hapa. Alichoongea mkuu wa wilaya ameongea, yuko sahihi kabisa, kwa kweli wale walifanya kosa kwa kuto kufuata kutimiza wajibu wao, lakini bado na wewe umetoa maamuzi bila kurudisha kuwa huyu alikuwa ametakiwa afanya hivi hajafanya. Ni sawa mtu akija akakupiga na wewe ukarudisha nalo, ukikaa kimya utaonekana wewe uko sahihi, lakini ukirudisha tayari tena na wewe unakosa. Kwa hiyo wewe kosa la wewe kuchukua maamuzi bila kurudi kwa yule aliyetoa maamuzi, hilo ndio kosa. Tukubali na hilo na kama hawa wamekubali kuwa walikubaliana ku kuondoa miti, manake hayo maamuzi bado yapo kana kwamba wafanye hilo zoezi kwa muda utakaokuwa umeamriwa. Hilo mimi ningeona kusingekuwa na sababu tena ya kupoteza muda kwa maelezo ambayo nimeyasikiliza, hmm. sidhani kama kuna hoja ambayo inapinga maamuzi yaliyotolewa na baraza la kata huko, hmm. nakana, hakuna ubishani kabisa Ubishana unaokuja ni hiki kilichofanyika hapa, yes. Lakini swala jingine ni kwamba, la kuangalia ni kwamba maamuzi ya baraza la kata au mahakama yote kishatoa maamuzi, mm, mahakama huwa isimami yenyewe au ukasema sasa ukatekeleze hiki, mm? Ni wewe sasa unayewajibika, mm. <coughs> na maamuzi yale ya mahakama uende ukatekeleze, kwa maana execute sasa ile maamuzi yake. Sasa kama baraza la kata shatoa maamuzi na imetoa na pande meridhika na maamuzi yake, kinachobaki sasa <coughs> ni kuja kukazia yale maamuzi yake ambayo yameshatolewa. Kwa maana hiyo sasa, kama ni eneo tunasema linatakiwa lihame umiliki kutoka pande moja kwenda upande mwingine, na mali iliyoko pale ni pande mbili kukaa sasa, hii mali tunaitoaje? Tunakubaliana sasa, mali tutaikaa kama ta, baada ya muda fulani, basi tutakuja kuitoa, basi tutasubiri muda ukiisha, tutakuja kutoa ile mali kwa makubaliano ambayo pande ameshakubali lakini kama ikifanyika tofauti na makubaliano ambayo yameshafanyika, sasa hiyo inakuwa ni kesi nyingine tofauti, tofauti na ile kesi ya yeah. Kanisa linawajibika wapi? Kanisa linawajibika katika kipengele cha kuchelewa kutoa miti, naweka vizuri, ambapo kuchelewa kwake kunaipa haki mlalamikaji kurudi kwenye chombo kilichotoa haki na maamuzi ukazia hukumu yale yaliyofanyaje, yale ambayo yalikuwa mefanyaje, yameelekezwa kwenye hukumu ya awali, si ndio? Hiyo ni uwajibikaji wa nini? Wa kanisa. Upande wako wewe, hiyo hukumu inakuelekeza utawajibika kuanza kulitumia eneo hili baada ya kanisa kutoa nini? Kutoa miti, miti. kwa hiyo sasa kilichofanyika hapa, kitendo hiki cha kuja kukata miti, kitendo cha kuja kukata miti kwa kusema kwamba unasafisha shamba bila kibali cha chombo kilichokupa kilichotoa kilichotoa maamuzi nikosa. Mimi si baraza la kata, mimi sio baraza la ardhi la wilaya, na mimi wala sio mahakama kuu, si mahakama ya mwanzo, si mahakama ya rufaa ongozi wa serikali ambaye ninahitaji kwenye eneo langu la wilaya kuwe na amani, ndio maana niko hapa na pia, hili jambo, kuna vitu ambavyo lazima tukiwa tunaliendea tuna lazima litrigwe kwenye kichwa chetu. Tafsiri ninayoipata mimi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya uwezo wangu mdogo wa fikira ni kwamba kinachowabeba familia kwenye hili swala kwamba kanisa lisiproceed na taratibu nyingine ni uwepo wa mwanafamilia ambaye pia analihudumia nini, hmm, kanisa. Nina experience na mabaraza mengi ya kata huku, wengi mnaishi kwa kama familia hmm. Najikuta baraza la kata lote wajumbe ni ukoo hmm, mmoja na ndio maana mabaraza mengi ya kata wilaya Ludewa wilaya Ludewa mabaraza mengi ya kata yameweza kutoa haki lakini anapoenda kwenye baraza la wilaya ambako mnakutana watu in a neutral ground, maamuzi hayo yote yanafanya yanapigwa chini the same, kama ilivyotokea wapi, kule Madina ile issue ambayo nimeenda juzi. Nitoe tu mfano kwamba kwenye ile kesi yani, kwenye baraza la kata mtu anayelalamika ana wanafamilia kama wanne, wajumba kwenye baraza la kata ni mjomba nani nani, ni sawa na hapa Madunda, wote ni wanafamilia. Kwa hiyo kanisa ni kama limetumia hekima kuachia hili, yaani kukifuasii. Na kama una mshauri wa kisheria, ukimsimulia swala hili lote na ukachukua nyaraka zote ukamwekea mezani, atakwambia mzee wangu, usiweke hata shilingi kwenye hili swala. Kanisa wameongozwa na hekima.